Uh, mimi naitwa Paul Posho. Mimi nimekuwa mmoja wa wale ambao walisimama kura ya, ya chama cha UDA ambayo ilipigwa jana hapa Matungu. Kura yenyewe ilipigwa kwa hali nzuri sana sababu hatukuwa na visa vya vurugu au watu kutusiana ama watu kubishana kura iliendeshwa kwa utaratibu mzuri sana, sababu wasimamizi wa kura walikuwa wamesha pewa training, na wanachama wa chama cha UDA walikuwa wamejisajili kwa wingi. Japokuwa kulikuwa na changamoto hapa na pale, baadhi ya majina ya watu ambao walikuwa wamejisajili kama candidates, mengine yalikuwa yamechanganyika na ikawa labda kile kitengo ambacho mtu alitaka kuwania aliwa kwa kitengo tofauti, lakini kura yenyewe ilifanyika na ikaisha vizuri wakati unaostahili. Una kama mimi hapa, nili niliwania kiti cha utaalam, yani professional, katika kituo cha St Paul's Jinja hey, na watu walikuja kwa wingi. Nakumbuka katika kituo hicho watu waliopiga kura walikuwa karibu 200 na nilipokea kura 168 na kwa wale 200 waliopiga kura, kwa hivyo nikaibuka mshindi na nikapewa cheti cha ushindi, na sasa tunatarajia wale wote ambao walichaguliwa kama delegates kutoka each polling station wa, wanapangiwa kura ya pili kuchagua wale viongozi wa wodi, na tuko na wodi tano katika eneo bunge la Matungu. Kwa hivyo kura yetu haikuwa na tashwishi, haikuwa na, na wasiwasi. Wananchi wa Matungu na washukuru sana, kulikuwa na upinzani kila, kila pahali katika kila kiwango na kitengo, lakini walipiga kura kwa umoja na utulivu, tukamaliza bila visa, tukafunga stesheni zote bila visa, kura zikahesabiwa hivyo, hivyo hivyo, na washindi wakatangazwa. Kwa hivyo sisi tulikuwa bila, bila, bila shida. Sasa kuanzia jana wakati tutaenda tumeshapata grassroots leaders, tunaenda kuwatembelea wote na kuwauliza na kuwaomba kila mmoja afanye bidii kuwasajili wanachama wapya katika chama cha UDA ili chama kipate umaarufu na ustahili kama chama tawala cha serikali. Hata ninyi mlishuhudia jana, Rais mwenyewe kiongozi wa chama cha UDA akienda katika kituo cha kura na kupigiwa kura na wananchi. Kwa hivyo, na warai wote wananchi wa Matungu, popote mlipo, mjiunge na chama cha UDA. Sasa chama hiki ndicho chama cha serikali kinachoendesha serikali ya Kenya, na ni vyema kuwa ndani ya serikali kupitia kwa chama ambacho rais mwenyewe ako ndani, kwa hivyo tuko mbioni kuwasajili wengi sana wanachama wale kutoka vyama vingine wahamia katika UDA wakuje, tukae pamoja tujenge chama cha UDA kipate umaarufu na ustahili. Mara nyingi mnapoenda katika uchaguzi, kutakuwa na wale wanaoshinda na wenye kushindwa, na utapata mwenye kushindwa labda aseme hakuridhishwa na jinsi kura ilivyoendeshwa, lakini ombi langu kwa kila mmoja wao ni kwamba lazima kuwe na mshindi na aliyeshindwa, na wote washikane mikono kwa ajili ya chama. Tushikane mkono, tuendeshe chama, tukifanye kiwe na nguvu kabisa kuliko hata kilivyokuwa kabla ya uchaguzi wa jana. Hakuna haja ya kusema eti utatoka uende katika chama kingine. Hata huko katika chama kingine pia kutakuwa na uchaguzi na huwezi kujua tena, tena utashindwa, utahama kila siku. Mimi kwa mfano, nimekuwa kwa chama hiki tangu kikiundwa 2020 Desemba. na hata kama ningalishindwa jana ningekaa katika chama na kupigania chama kipate umaarufu. Hiyo ndio hali mzuri ya mwenye yeyote ambaye anang'ang'ania kitu cha, cha uongozi. Ukubali wenzako pia nao wakuongoze, si lazima itakuwa ni wewe ndio utaongoza wa, wenzako wakisema sio wewe, kubali, kaa nyuma, wakuongoze. Utangojea kura nyingine itakuja. Tulipokuwa tulipo tunaenda katika uchaguzi wa jana, hatukujua ni nani amejisajili katika chama. Ilikuwa ni kila mtu kwanza, huku tulisema kama uko na kitambulisho ukuje upige kura ili tupate viongozi ambao wananchi wa mama wanawachagua hao. Kwa hivyo hakuna kwamba huyu ni wa UDA, huyu ni wa ANC. Tulikuja pamoja, kila mmoja akajisajili kama uh, mgombea kiti na hivyo hivyo, uchaguzi ukaendeshwa hivyo, na tayari tuko na washindi watatuongoza kwa miaka tano katika grassroots level pale police station Um, unajua hiyo ilikuwa ni step ya kwanza ya kuchaguliwa katika polling station, na nawashukuru wote waliopiga kura na wale delegates across the county. Tunatarajia kwamba sasa kazi mzuri itaanza ya kupangana. Tunataka chama kiwe katika kila eneo bunge, katika kila ward, katika kila polling centers. Kwa hivyo mimi najua na matarajio ya kwamba tutapita ile, ile kura ya ward pite ile kura ya constituency hapa Matungu, niende pale Kakamega, nipite eh, kiti ambacho natarajia kuwania na najua bila shaka nitawania nta, kiti cha uh, secretary general wa chama kule Kakamega county. Uh, nitawarai wenzangu kwa sababu na, na ujuzi wa kutosha, na mimi ni mtu wa kuhamasisha watu, mtu mwenye ako na ujuzi. Nikipewa kile kiti cha secretary general wa chama Kakamega county, nitawahudumia nitawatembelea na nitachangamsha chama ili wananchi na wanachama wa chama cha UDA wapate kufurahia na kupata uongozi bora ambao una. unaweza kuwasiliana na viongozi wengine wa chama katika ngazi za juu kwa hivyo natarajia hiyo inakuja hiyo SG naenda kuomba pole pole bila vita bila, bila makeke pole pole nitakuja kuomba wenzangu munipe nafasi ya kuongoza chama cha UDA kama Secretary General wa kaunti ya Kakamega. Chama ni uongozi bora ukiwa na uongozi bora na... Sasa tangu tuunde chama hatujafanya uchaguzi, sasa ndio tumefanya uchaguzi wa kwanza. Kwa hivyo wananchi wengi wanasema wako ndani ya chama cha UDA, lakini labda hawakujisajili na kutoka katika vyama vingine vile sera, sera wanazoungana chama cha UDA, lakini kuwaleta kujisajili ndio imekuwa changamoto. Kini kwa vile sasa tumepata grassroots leaders from the polling center. Kumbuka tuna watu 20 tayari wamechaguliwa katika kila polling center. Kazi yao itakuwa ni kuangalia kwamba chama kinastawishwa na kinafanya kazi inavyostahili. Viongozi wa serikali wale walio katika chama cha UDA upande huu mwingine, wanashirikiana ili chama kipate umaarufu. Kwa hivyo nikipata nafasi kuwa Secretary General wa chama, kazi ya kwanza itakuwa kuwasajili kutoka mashinani kutoka polling centers viongozi na wananchi wajiunge na chama ili ikiwe na wafuasi wengi. Hata kuwa tumechaguliwa pale kwa polling center na kazi yako ni kukaa, kazi yako ya kwanza itakuwa ni kutafuta wananchi wajiunge na chama cha UDA kipate umaarufu, kwa sababu kujiunga na chama ni bure, haulipi pesa. Kwa hivyo kuingia katika chama hauhitaji pesa, itakuwa ni kuwaeleza sera na mfumo wa chama cha UDA, wananji wapate kuelewa na wajiunge katika chama. Asanteniluba uchaguzi ni kawaida, sioni kama wanafanya makosa. Kila mtu anataka ashinde, kwa hivyo italeta uvutano kiasi, lakini tukimaliza uchaguzi watarudi pamoja na kushirikiana katika chama ili tuweze kupeleka chama kiende mbele. Hata kama mi ningeshindwa ninge kura singetoka katika chama, ningeshirikiana na mshindi tupeleke chama mbele. Hata unaona mi nikumbuka nikimwomba niki niki mu, Mheshimiwa wa mbunge wa Matungu nikamwambia jiunge na chama ili tu, tujenge chama pamoja wakati wa mchujo, at least tupate mtu ambaye tunang'ang'ana na yeye. Kwa hivyo bado namwomba yeye akuje aingie katika chama tusukumane, eh, tu, tupatie chama umaarufu. Alafu tutajua kule mambo mbele uongozi, uongozi wa Matungu nis, e, upo wanang'ang'ana, lakini kuna mambo machache ambayo ningependa kuzungumzia eneo bunge la Matungu katika mkoa mkoa mzima uliokuwa mkoa wa Western, yani Western Region ndiyo eneo bunge ambalo halijawahi kuwa na TTI, ha? TTI. Unajua TTI kila ilipewa pesa kujenga TTI ili vijana wanapotoka shule waende katika vituo hivyo vya ufundi wajifunze maarifa, wajifunze skills zile za kuwasaidia kujimudu katika maisha. Vijana wa Matungu hadi leo wameimbiwa, hiyo TTI haijawahi kuja hapa. Mtoto akitaka kwenda kwa TTI aende Mumias West, aende Kisiwa, aende Mumias East, aende kila Butula. Lakini hii Matungu, pesa ya TTI ilienda wapi? Eneo bunge la Matungu ndio eneo bunge ambalo halina KMTC. Marehemu mbunge Justice Murunga alikuwa amenunua shamba la kwanza kujenga MTC, lakini MTC imechukua miaka zaidi ya miaka 4 miaka tano, KMTC haijawahi funguliwa, twasikia haina mabweni, tuasikia sijui haina, haina chochote. Ni jengo limejengwa pale na mheshimiwa alipoacha, alipo linarembeshwa kila mwaka pesa zinawekwa pale linarembeshwa tu wanarembesha tu wanarembesha tu, lakini hakuna kitu kinafanyika pale, na pesa yanaendelea kumwagwa pale. Kwa hivyo unaona mambo kama haya, wananchi wanateseka, wananchi hawapati huduma ya kutosha. Utasikia mara huo mbunge anajenga magorofa anajenga magorofa, mimi sijui magorofa haya yako wapi ati atiko Koyonzo, lakini ukienda kwa hii barabara wanafunzi wamefukuzwa kila siku. Umejenga gorofa na wanafunzi hawapewi awa basari, umejenga gorofa wanafunzi wakae katika hiyo madarasa ni gorofa ngapi zimejengwa na zinafanya kazi gani? Tunataka mfumo wa elimu katika eneo bunge la Matungu upewe mpangilio mwafaka, ili wananchi ambao wanaishi katika sehemu hii wapate huduma inayostahili kulingana na sera za serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Serikali inatoa mfumo bora kabisa. Ukiambia mambo ya stima utasikia watu walipimiwa stima miaka nne iliyopita, wanaambiwa stima inakuja kesho, stima inakuja mwaka ujao, mkinipigia kura nitawapatia stima. Hakuna stima huku, bado tunakunywa maji ya vidimbwi, kila kitu bado ni kama kimesimama, hakuna jambo ambalo linaendelea. Na kuna mambo mengi, ukulima, vitu ambavyo mbunge anastahili kufanya bado hazifanyiki na vyostahili. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo sitakuguzia sana, lakini bado kuna changamoto kubwa wananchi wa Matungu wanapata kulingana na uongozi ambao uko kwa sasa. Uongozi wakati wanapokumbuka ati kuna oh, kiongozi wanakuambia wanakumbuka jinsi wanavyopigwa na mipini ya majembe. Hawakumbuki chochote, hawakumbuki maendeleo, wanakumbuka kupigwa, wanasononeka, wanaona wanateswa na kiongozi, na hiyo ni kitu ambacho lazima tutakomesha.